Aviator, rusha ndege ushinde, wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ya watu ambao ameshuka hapa ni Juma Lokole kama ambavyo unaweza kutazama ametoka nchini Kenya. Juma. Juma. Hey, hey. Mambo vipi ndugu yangu? Hey, wala tu ah, poa vipi? Hmm. Shwari. Shwari. Safari ya Kenya, Kenya kwa kuna nini? Ah, Kenya tumeenda kwenye biashara, mazungumzo ya kibiashara na alhamdulillah tumefikia pazuri muda mm. E, na wakati wote tuna ma, maisha yanaendelea okay. mm. So, kajiuliza Juma Lokole kutafutwa Kenya, kwenda kufanya biashara ni biashara gani? Labda wapo wafanya biashara Kenya ni wengi wengi sana, kwa hiyo kuna vitu tunafanya tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kuna dada mmoja alhamdulillah Mungu kamjalia, kwa hiyo kuna biashara tutakwenda kufanya naye. mm. Juma, mtu anaweza akajiuliza, unajua tunakufahamu wengi, we ni mbea na umbea umekuwa kama biashara sasa hivi. Uh, kuna namna unaweza ukamshauri, labda mtu fanya biashara ya umbea eh? Biashara ya umbea ni biashara nzuri, alafu pia ni mbaya, kwa sababu ukishafanya biashara ya umbea, wewe upo karibu na vituo vyote vya polisi Tanzania. Yani wewe, yani muda na wakati wote kinanuka. Kwa hiyo kama una uh, vyanzo vya kukupa habari, biashara ya umbea haikufai yani haikufai kabisa. Wasione tunatembea tunafanya nini, watu tunagombana nao na marafiki zetu wa karibu. Lakini ndio biashara. Nashukuru sasa hivi pia wasanii wameelimika, wanajua kabisa Juma yupo kazini na hiyo ndio kazi yake, hajasoma ana PhD wala masters. Ile ndio kazi yake kwa hiyo wameelimika, kituo cha polisi <laughs> una, una, una yani wewe na polisi damdam kisha tokea ukalala polisi. Uh, mara nyingi, mara nyingi. Sio muongo. Sio, hakuna mbea mbea ajalala polisi. Hakuna. <laughs> Lazima uone polisi ulale wote. Eh. Ni ni watu gani ambao story ipi ambayo ilikufanya uende kwa polisi? Ya menina nakumbuka kipindi cha ICU. nakumbuka pia story gani nyingine nyingi nyingine mpaka kesi zenyewe sijaishaga mpaka leo. eh. Unakatisha tamaa ukasema mimi naachana na hizo. Si, siwezi kuacha ndugu yangu nimeua. Nimehujumu nchi wewe ah, we. Siwezi kuacha. Sasa niache, naishije? Eti nakula wapi mimi? mradi wa ah! dhamana haki yangu yeah. Ah, siachi kabisa kumalizia tumeona ya eh. <laughs> <laughs> Dada yetu alivalishwa pete Kajala, mm. Lakini baada ya pale kawazi, hawapostiani hawaikani status sijui snapchat vipi? Ndugu yangu, mbona kama jambo limezipa. Aa, wale bwana wana makubaliano ya nini ya agano? Kwa hiyo wale usiwaingilie wale, sasa hivi wamegombana, lakini watarudiana, wataru, wataru, wataru, maisha mengine yataendelea. Kwa hiyo tuwaombee yani, Mungu kawaandika wale kuwa bibi na bwana, ama unaona. Sasa Kajala wamegombana eh, hawako sawa Eh, lakini kwa kawaida tuhivyo kwenye mapenzi wewe, unafuta nini? Basi, sawa ndugu yangu haya. Safari njema usalimia endako <laughs>